Oh, unanifanya mina lewa sanae, aipite siku bila kugombanae, mapenzi yako ya kibabe sana, marumbano ya mapenzi siyawezi kuna mda sielewi bwanae, hivi kwa nini kwako nang'ang'anae? Mapenzi gani haya ya kutesana, wasi wasi wa mapenzi hivi kwa nini waisizangu unazikundesha unani wekaro juu He bana, wewe mpenzi mtazamaji wa EPA TV, uh, tumaini langu ni kwamba wewe upo vizuri sana. So kuna vipaji vinazidi kuibuka mara kwa mara, siku kwa siku, vingine vinatoweka for nothing, lakini leo kuna msanii ambaye aliintroduziwa na Brother Dick, really. So leo tumejivuta kwake, maana amekuwa headline stories hapa na pale mtandaoni, ni yeye tu So tumejivuta EPA kama EPA kuja kujua moja mbili tatu kusiana naye atajitambulisha kwa majina alafu tutajua uh, ni mambo gani ambayo amepitia katika safari zake za muziki. Na bwana wewe ungana nami mwanzo mwenga mimi ni Mbebo Basha mwana Ezekiel. Nyuma kamera yupo Brother G Genius. Eh, bwana mambo vipi? Fresh. Harakati. Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Joyless. Joyless kama Joyless. So vizuri sana. Uh, hapa kwetu kuliwa kupita wasanii wengi wa kike, ni msanii yupi ambaye ulikuwa unamfikiria sana kufuata hata nyendo zake hivi? Msanii yote ambaye anafanya vizuri kama nani? Mtu ambaye anafanya vizuri yote. Okay, ni wengi wanafanya vizuri, tukiweka kuna Dogozuu, kuna Hoba, aliwahi kupita Shani Baby Stars, na wengine wengi, wengi kibao. uh, so ni yupi ambaye ulikuwa unafikiria sana sana kuzisikiliza kazi zake, mambo kama hayo? Nimekuambia hivi kila msanii ambaye anafanya vizuri, yanasikiliza nyimbo yake. Mm-hmm. Yes. Okay, kujihunga kwa Diki sasa hivi una muda gani? Miezi tano. Miezi tano usha kupiga wimbo? Yes. Wimbo gani mmoja, wa msiba. mm -hmm. Na nyingine ambayo natakiwa niachie. Uachie utakuwa mwenyewe au? E, nipo mwenyewe. Okay, basi vizuri sana. So Joyless, toka tukufahamu ni muda haujapita sana, umekuwa headline sana mtandaoni, ni unaweza ukatwambia, really? <laughs> ni njia zipi ambazo zilikusababisha ukakutana na brother Diki? Njia ya kwanza ilisababisha mimi nikakutana na Diki, mimi nilikuwa ni mwana gospel Hafu nyumbani wakuwa na baba angu alikuwa anataka nimbe bongo flava. Na marafiki zangu maana wakuwa nasema, o na imba bongo flava. Yeah. Nikawa na rafiki angu kama blaza angu, nikuwa namita blaza angu, anaitwa Omale. Kaniunganisha na Diki, tukaonana na Diki, tukaongea mwezi mbili tatu. Yeah. Akanipenda na mimi nikapenda jinsi alivyo, nikawa msanii wa Diki. Ndo hivyo. Ina maana kiukweli kabla ujaanza mziki ulikutana, uh, samani kabla ujaanza mziki ulikuwa we ni mwimba gospel. Yes. For real. Mm. Kanisa gani? Ah uh, basi vizuri sana. Kwa hiyo kati ya watu walokushawishi uje katika bongo ni baba mzazi na na marafiki. Yes. Kwa hilo, kwa nini wewe ukakatana kusema kwamba utabaki kwenye gospel? Na mimi walinambia, nikajisikia. Mm. Yeah, na mimi nikaona kweli, ni kweli. Ah. Uh, mm. Basi vizuri sana. Julius, kama Julius, sasa hivi umeanza kazi wa ukiwa kwenye lebo ya Brother Deckreal, so ni msanii yupi ambao unafikiria kuanza naye kazi wa kwanza tukitoa kundi nzima ya Deckreal. Yeah. So, na na so, okay, basi vizuri sana, Joyless, katika safari zako za muziki, ushawahi kugombana na mtu kisa tu muziki? Hapana ha, basi vizuri sana so ningetaka kuulizia kidogo swali ambalo linasumbua watu vichwa, wanasema kwa kwamba wasanii e, bwana wewe, ni watu wana hawasumbuliki sana kwenye swala nzima la kimapenzi. so nikuulize Joey, ushawahi kugombana na mwanamke mwenzako kisa tu mwanaume? Hiyo mimi siwezi. siwezi kugombania mwanaume kabisa. Why? Mbona wengine wanafanya hivyo? mm. inatokana ni wao, mimi ni mimi, wao ni wao, sasa mimi ni tofauti na wao nikagombania mwanaume wanaume, ni mwana wana wengi. mm. ah. kusema kweli kwa mimi bado mdogo kwanza. Basi vizuri sana. Ningetaka ningetaka kuuliza kidogo kuhusiana na safari zako za mziki. Uh, ni changamoto zipi ambazo zishawahi kukutokea hapo awali na ukafikiria kabisa uchukie mziki? Kuna zile changamoto zinatokea hadi mtu nafikiria bwana wewe uh, kama ni mziki ninafikiri kuacha, zile changamoto ambazo ushawahi kuzipitia. Kuna wanaume kwenye mziki nakutana na kwambia leo mimi na wewe, nimekupenda sijui nini, moja mbili tatu. mm -hmm. Ukasema mimi kweli hivi, kwa sababu ni hivi, nifanye hivi da? Nyumbani wewe ndo wanakutegemea, afu wanakwambia mradi kibeba uja uzito, je nipeleke wapi mm -hmm. Unakutana changamoto hizo, ama producer mm -hmm. anakwambia hivi na hivi mimi mm -hmm. Sasa nikafikiria mm -hmm. natani ni kwanza na mziki Ila nikakutana na brother Diki kanaambia, moja mbili tatu, tukaongea, tukaelewana, nikakutana yeye siyo kama wao mm, ni tofauti sana na wanaume kama shauona. Ah, basi vizuri sana Joyless, tungetaka kujua kidogo kuhusiana na familia. Wewe ni mtoto angapi kwenu? mimi ni mtoto wa pili. una brother zako au Ma sister? ma sister ninao brother wangu ni mdogo mm, mdogo wangu sana. Yeah. Basi vizuri sana, unaishi na baba na mama? Yes. Majirani hawajawahi kutolea kashifa chafu kuhusiana na kazi yako ya muziki, eza kusema kwa kwamba huyo sio mwanamuziki, pengine ni safari tu za kufanya mambo machafu ndo anajikita kama mwanamuziki, ila sio mwanamuziki edha huo muziki, so muziki, muziki unakupotosha majirani? Sasa watu wanaongea, waacheje kuongea wanaongea wanaongea mambo mengi, wewe sijui ni maraya mambo mengi sana, ila tunavumilia Okay, kitoka okay, ujiunge kwa braza Deckreal ni uh, changamoto zipi ambazo umeziona pale toka ufike kwa braza Deckreal mimi sijaona kabisa ya yeah, sijaona okay, basi vizuri sana kuachana na wewe pale kwa braza Deckreal ni msanii yupi mwingine ambaye ashawahi kuja nyuma yako? Wapo. Kama nani? Hapana sio mpaka niwataje. Wapo tu. <laughs> basi vizuri sana so, Uh, bwana, mimi natoa ofa ya wewe kwenda studio na msanii yoyote wa kike ambaye unajisikia kwenda naye mm -hmm. ya, yeah. Yeah, yeah. mchague tu mmoja, nenda naye studio. sio mpaka nichague. Chague yeah, mtaje, mtaja kwa majina watu tujue, Joylesi, akifika tu ataenda na nani studio ambaye anampendelea sana? Sheti, nampendelea mimi. sina uamuzi wa kuamua kitu kama hicho, maana nipo chini ya uongozi wa Dika Dika. akiamua kitu, fanya hivi Ndo nitafanya sio mimi naamue, mimi nataka huyu tuende naye studio. Hapana, hiyo ime... unataka nijue Joyless ataenda na nani, tuachane na ule chini ya uongozi wa brother Deckreal? Kila msanii wa kike um, ambaye atafanya vizuri mm, nitafanya naye. Basi vizuri sana. Uh, unapendelea sana kusikiliza nyimbo za nani ukiwa umetulia zako, so muda wa mazoezi ukiwa umetulia? Kuna nyimbo ya Bigaili, kuna nyimbo ya Nandi, kuna nyimbo ya Api ndio? oh. yeah. Nilitegemea okay, kidogo kusikia wa hapa uh, hapa kwetu wai, sijasikia au jamtaja hata mmoja, na Uba na Dogozu yeah, na kwa nasisikiliza basi vizuri sana. Joi, tutoe uh, swali la mwisho ambalo linaweza likaenda kuhitimisha kabisa kipindi chetu. So, ulivyofika kwa brother Deckreal, ile tu umefika baada ya kukaa pale brother Diki ulimuonaje hali zake? Mi kwanza kufika pale, kumwona kumwona tu ya, ile tu namwona huyo hapo mm. Kumbe ndo yeye, nimwona ndo yeye, si maana sijui vya, vya moyoni kwa mtu eti upoje? mm. Nilimwona ndo Diki mm. Siwezi so, nikaseme eti upoje, sijui nilikuwa sijamjua, si ndo nilimwona mm -hmm. Okay, basi vizuri sana kuachana na hayo yote masuala ya mziki. Ina maana leo hii umeacha kufanya mziki, kazi zipi zingine ambazo unaweza ukazifanya Joy, kama Joy. Kazi nyingi mimi hmm. na hmm. naweza nikafanya kulima, naweza nikafanya kufuma vitambaa naweza. Kazi nyingi mimi naziweza. Basi vizuri sana Joy. So uh, asante sana kwa majibu yako, na hii EPA ambayo inakuletea habari kedekede kama hizi so ningetaka kulizia kuhusiana na unajua kwenye mziki kuna mambo mengi sana kama unavyoelewa. Aa, ni tamasha ipi ambayo iliwahi kuandaliwa wafu watu waka, waka kama vile anakubagua hivi kama wakuitaji pale wewe kama wewe Joy. sijawe kuiona hiyo. Mm -hmm. Ni mtu anakoga karibu na mimi. Mm -hmm. Ya anakoga karibu na mimi ni mtu anakoga na nishauri na nielekeze, tukienda hivi tutafanya hivi hivi na hivi, sijawe kubaguliwa mimi hata Okay. Ina maana yale maswali uliotwambia ya kukutana na madirekta nakuambia, moja mbili tatu, yalianza kipindi bado unaimba gospel au baada ya wewe kuingia kwenye bongo ya kuimba gospel? Kwa kipindi hichi sasa umeanza kuimba za bongo aishatokea kufanya hivyo? Wapo app ambayo inakuletea habari kemkem kama Bobasha na ambaye anafanya vizuri sana asante sana na wa Epa TV. Jamani, ninawapenda sana, mfuatilie kazi zangu mm -hmm. yeah. Okay. mwambie misi... so chakula tu, hata maji misinyi, mpaka natuma watu kina Jose Mbilinyi na hizo kauli zake tu ananikata maini, anacheza kalatatatu hata ani amini, nimeshasema kwenye penzi yawezasema nimepagawa.